Hela ya dharura sio hela ya uwekezaji, lakini hela ya dharura unaweza ukaiweka kwenye uwekezaji. Maana yake ikiwa ni kwamba hela ya dharura hauwezi ukaiweka kwenye uwekezaji kwa sababu moja, kwamba hela ya dharura huwezi ukaiweka kwenye aina ya uwekezaji. Mfano, hela ya dharura unanulia kiwanja, hela ya dharura unanunulia hisa, my friend hapo umepoteana. Lakini ninaposema hela ya dharura unaweza ukaiweka kwenye uwekezaji, maana yake ni kwamba hela ya dharura unaweza ukaiweka kwenye aina fulani hivi ya uwekezaji, ambao unajua ni upi? Ni ule wa Emwekeza. Emwekeza uwekezaji wao unaweza ukapata mpaka asilimia kumi na tatu kwa mwaka. Sasa wale pale uh, au emwekeza wao, hela yako ukitaka kuitoa muda wowote unaitoa. Ko kama hela ya dharura umeiweka kwenye aina ya uwekezaji wa huko kwenye emwekeza, you you are are good and you are right, kwa sababu muda wowote hela yako unaitoa na unaipata. Lakini hela yako ya dharura huwezi ukaweka kwenye, ukanunulia hisa, ukasema ni ya dharura, ukanunulia kiwanja au kanulia kitu chochote kile ambacho unaona ni ni uwekezaji, kumbe ili ukiuze ni mpaka utafute madalali, si utafute nini? Hela yako ya dharura, kwa ushauri wangu, weka emwekeza. Yes. Maana emwekeza, hela yako itakuwa ya dharura ipo, lakini itakuwa inazaa na hela nyingine. See you next time.